Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anadutoa mashaka katika surati Hude, anasema Allah, wa ma min dabbatin fil ardi, hakikuwa kiumbe chochote kinachoishi katika mgongo wa ardhi, kiumbe sio mwanadamu, kiumbe mwanadamu ni kiumbe, jini ni kiumbe, wanyama ni viumbe, na kila kiumbe chochote ambacho kinaishi katika mgongo wa ardhi ya ardhi. Allah subhanahu wataala, Allah ananena anakuambia, ha wama min dabatin fi lardi illa ala llahi rizquha, kiumbe chochote kinachoishi katika mgongo wa ardhi kinaishi, isipokuwa riziki yake inapatikana kwa Allahu subhanahu wataala. Ndugu zangu waislamu na wala riski hazipatikani kwa wanadamu wenzetu. Ndugu zangu Waislamu, riski za watu zipo kwa Allah subhanahu wataala. Riziki za viumbe na wanyama na kila kitu zinapatikana kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tena Allah huyo huyo, wayalamu mustaqarraha, Allah ndo anajua kutulizana kwako, yani wapi wapi, utakona kutulizana mpaka upate riziki yako, wapi utapita mpaka upate riziki yako. Allah ndo anajua wapi utakwenda, wapi utakanyaga, kipi utafanya cha halali mpaka upate riziki yako, ila isipokuwa mwanadamu yeyote anaishi katika mgonga Ardhi awe na itikadi akubali ya kuwa kwamba rizki yake haipo kwenye mikono ya watu, rizki yake haipo kwenye biashara zake, rizki yako haipo kwenye mikono ya bosi wako, rizki anatoa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wana itikadi ya kuwa kwamba bila bosi wake mambo yake hayaendi, na mara nyingine subhanallah, anafanya kazi kwa mtu ambaye ni tariku swala, yule mtu ambaye ni tariku swala anamkataza mtu Usiende kuswali mpaka umalize shughuli zangu, na wewe sasa, kwa sababu unaogopa kwamba ah, mimi nikikataa, niki, niki kufanya kazi na nikaenda kuswali atanifukuza kazi, nitakosa riziki. Shekhe, hiyo imani potovu.